Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Taasisi ya Sayansi za Bahari ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa kuimarisha elimu ya juu sambamba na uchumi kwa taifa. Aliyesema hayo wakati akifungua Jengo la Taaluma na Utawala, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Taasisi ya Sayansi za Bahari, Buyu, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Alisema kuwa chuo hiko kitaleta manufaa makubwa kupitia ajira kwa vijana na kuinua uchumi. Majengo tunayoyazindua leo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yaani HIT, na yamejengwa kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya ufundishaji wa kisasa, utafiti, ubunifu na mazingira bora ya kujifunzia. Kwa upande wa Zanzibar, uchumi wa buluu ni nguzo muhimu katika kukuza pato na kuongeza fursa za ajira. Hivyo, uwekezaji huu wa chuo utasaidia kuchochea na kufikia uchumi jumuishi. Tafiti na maarifa yatakayozalishwa hapa chuoni yatasaidia maamuzi ya sera yanayolinda rasilimali za bahari sambamba na kuongeza tija na kipato cha wananchi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, maendeleo ya Taasisi ya Sayansi za Bahari hayapaswi kubaki ndani ya mipaka ya chuo pekee. Jamii inayozunguka taasisi hii lazima inufaike moja kwa moja na uwepo wa chuo hiki kupitia ajira, huduma, biashara na shughuli za kijamii zitakazochangia kipato chao. Taasisi ja, inapaswa kuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa Buyu na maeneo ya jirani. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hiki Dr. Jakaya Kikwete amekitaja kituo hicho cha taasisi hiyo ya sayansi za bahari kuwa ni tunu kwa Tanzania na ndiyo kituo pekee katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, nia haipo Mozambiki wala haipo kusini mwa Afrika katika ukanda wetu huu wote wa pwani ya mashariki Afrika Mashariki, ya Afrika, hiki ndicho kituo pekee kilichopo hapa. Kwa hiyo sisi kukijenga kituo hiki na kuwa kuwa, kwa lugha ya Kiingereza, a major center of excellence, kituo kikubwa cha ubingwa katika sayansi ya bahari, tutakuwa tunatoa mchango mkubwa kwa Tanzania, lakini kwa ukanda wetu lakini vilevile kwa dunia nzima. Naye waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda alieleza kuwa utekelezaji wa ujenzi wa chuo hicho ni sehemu ya maono ya Dakta Samia. Tunachokifanya hapa ni sehemu ya harakati za ujenzi Tanzania nzima ambazo zilianza kwa sababu ya maelekezo yako Awali kabisa tulipopata fedha hizi za mradi wa Higher Education for Economic Transformation, fedha hizi zilikuwa zimeelekezwa zaidi katika kampasi za vyuo vikuu vilivyopo, kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kampasi kuu, au zile kampasi ambazo tayari zipo na kadhalika. Wewe uliamua kwamba fedha hizi zigawanywe kuhakikisha kwamba tunakwenda sehemu mbalimbali hapa Tanzania Zanzibar. Hashim Kassim Daily News Digital. <tune>